Kabla tujaendelea, kuna kitu ambacho na ndugu zangu wako wanakuwa kama wako vizuri, mm, kwenye kukariri maandiko, ndugu zangu wa nani? Waislamu. Okay. Lakini kifuatilia vizuri ni kwamba wamejivalisha joho la Wayahudi baada ya Wayahudi kwenda uhamishoni, joho au koti. Kwa hiyo wamechukua nafasi ile, wakachukua kanuni kana kwamba ndio Wayahudi. Ndio maana mpaka wamechukua maeneo yote mpaka Yerusalemu akaichukua. Okay. Ma, maeneo yote yale ambayo yalikuwa yapo akaichukua hata mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo sasa bahati mbaya ni kama kama ni joho au ni koti. Mm -hmm. Mwenye koti amerudi sasa. Sasa maana yake kwa sababu mwenye koti amerudi ndio maana wanaligombania lile koti kwamba ni sisi ni sisi. Kwa nisisi, nisisi. Kwa hiyo alikuwa ameingia kwa siri. Mm -hmm. Ameingia amechukua nafasi ya taifa la Israeli wakati imekwenda nini? Uhamishoni. Kwa hiyo hata ukimtazama Muislamu akijaribu kuyapindisha ku, ku maandiko ndani ya Biblia ni kwamba nataka achukue nafasi ile, kwa sababu ukishaizungumzia nafasi ile, ukishamtoa Myahudi katika, katika misingi wa imani ya dini ya kweli unakosa nafasi ya kuingilia okay. Sisi tunaingia tulikuwa watu wa mataifa, wameingia kama mizeituni mwitu uliopandikizwa, lakini wale wanaingia kwa kuvamia kutaka kumtupa nje Myahudi ili wachukue nafasi, ndio maana mpaka sasa ndio vile vita wanapigana nani akawe pale kwa wanapigana vita vya namna hiyo. Lakini sisi wa Kristo vita vyetu zaidi ni vya roho, tunaangalia tu mchezo kwa sababu sina ukombozi, namkubali kifo cha Yesu. Na inawezekana ch mm -hmm. Wakamtoa moja kwa moja Wayahudi au hiyo kitu hakipo nacho okay. Yani kitu hakipo basi Hmm, kikuwepo kiki kikishaondoka kikawepo, yeah, unabii wote wa Biblia mambo yote ambayo tunafanya basi nakuwa kama hauna maana yeah, yani maanake utapotea kila sehemu ya chembe ya unabii itapotea, mm, kwa hiyo maanake hizo ni hasara tu wanaingia watu, lakini swala la, la kumtoa Wayahudi mm, yeah, katika eneo la Palestina kama ambavyo mpaka sasa inafikia hatua, kusudi lao ni kwamba Hamas mm, eh, hawa Houthi wa Yemen kuna Alqaida, kuna kuna Islamik Jihadi, Hizbullah. hmm, lakini bado wanaungwa mkono na Ayatola Ali Hamenei wa Iran ambaye ni supreme leader hmm. japokuwa ni washie lakini, yeye kama atachukua jukumu la kuitaka kuifuta Israeli katika uso wa nchi, na wao wanasema hapana, wanajaribu kutumia ramani ya kibiblia kwamba sisi, hapana, mpaka wetu hmm. ni kutoka mto Jordan mpaka bahari kuu, bahari ya Mediterranean. Mm. Kwa hiyo vile vita ambavyo vipo, ndio maana dunia mm. mm. inatoa inajaribu kutoa macho na kufanya, lakini kutoa maamuzi hakuna mm. hata mm. kama hii wanaita kwa sasa hivi eh, Nakba ambayo ni miaka sabini na saba, kuna matukio yanayotokea, vitaenda wanajaribu kupatana, lakini hata kama watapatana ni, ku, ni kuvuta tu siku, lakini mpaka leo likuamba, izleita, it, kaskazi, ni kwamba Israel ishaanza kuchukua maeneo ya kaskazini mwa Gaza na baadaye inachukua ina control ya Gaza kama inavyofanya siku zote. Wakishafanya fire mnafanya seize fire mnatulia wishachukua tena. Mm -hmm. Waishatulia mmetulia hapo ishawadhibiti. Sasa. Kwa mnasubiria tena siku nyingine muanzishe kitu, mm. -hmm. wakishaanzisha na unawapa nafasi. Kwa hiyo mehuri kile ukitaka kuanzisha kitu, ukishamchokoza mm -hmm. maana kuna mfanya atanue zaidi. Sasa. Uh, kwa hiyo sasa kama nilichosema hili la ndugu zangu Waislamu kwamba watazungumza mambo mengi katika habari za Musa, wanamzungumzia sana Musa na sheria za Musa. Wanaongea sana sababu hata Sinai ni kama iko sehemu za Warabuni, lakini hebu mfuatilie sana kwamba Muislamu atafuatilia sana maana Pasaka hazizungumzii sana kwa sababu kizungumzia sana Pasaka, matokeo yake kule mbele inakupelekea kwenye kifo cha nani? Kifo cha Yesu.